Wa West TV. Sasa Simba wenyewe wanasemaje kuelekea katika uh, huo uh, mchezo wenyewe. Ahmed Ally, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano, anazungumza hasa uh, namna gani umuhimu wa huo mchezo. Mechi ya kesho ni mechi ambayo hatuna option nyingine yeyote zaidi ya kupata ushindi katika mchezo huo. Lakini siyo ushindi ili mradi ushindi, sio ushindi wa goli moja, sio ushindi wa goli mbili, tunahitaji ushindi mkubwa katika mchezo wa kesho. Na tunapozungumzia ushindi mkubwa, ni walau goli tatu kwenda mbele. Kwa hapa tunatumia fomula ya Kiarabu Kiarabu wingi unaanzia ngapi? Unaanzia tatu. Kwa hiyo tunaposema tunahitaji ushindi mkubwa, tunapohitaji ushindi wa magoli mengi, kwetu sisi wana Simba Ta ushindi mkubwa unaanzia magoli matatu. Kesho tunakwenda uwanja wa Amani kwenda kutafuta magoli matatu <laughs> lakini tunakwenda kwenye mechi hii kwenda kumwenzi hayati Abeid Amani Karume ambaye ndiyo muasisi wa jina la Simba Sports Club, na ndio muasisi wa uwanja wa Amani. Yeye ndiye ambaye alituchagulia jina la Simba Sports Club kutoka jina la Sunderland, na akatuambia nyinyi mnastahili kuitwa Simba Sports Club, na sisi tukalichukua hilo jina. Sasa katika ardhi yake ya Amani katika ardhi yake ya Unguja, ardhi yake ya Zanzibar tunakwenda kumpa heshima hiyo ya kwamba haukukosea kututwita sisi Simba Sports Club, tunakwenda fainali, e bwana. Kuelekea mchezo wa nusu fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika, wenyeji Simba dhidi ya wageni Stellenbosch, Ahmed Ally afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba ameweza kucharuka, ameweza kuyamwaga kuelekea mchezo huo, huku akiamini kwamba Simba safari hii wanakwenda katika uh, fainali ya kombe la shirikisho uh, barani Afrika, lakini sio kwenda tu katika hatua ya fainali, bali kuchukua kabisa ubingwa huo wa Afrika katika uh, ngazi ya shirikisho, huku akitanabaisha kwamba kwa namna ambavyo Simba imekuwa na uzoefu kwa miaka ya hivi karibuni, Stellenbosch ni kikosi eh, kidogo sana, hawana historia yoyote katika michuano hii, ikiwa ni msimu wao wa kwanza, lakini wamefanikiwa kufika mpaka hatua ya nusu so, fainali, huku akiaminisha uh, kwamba wapenzi na mashabiki wa Simba watulie pale nchini eh, eh, Zanzibar, kwa sababu hawajawahi kuiona Simba. Hii ndio Simba ambayo hawajawahi kuiona na wakwenda, wanakwenda uh, kuiona, huku akitoa maneno magumu kidogo, akisema kwamba E, mchezo huu ni mchezo wa heshima, mchezo wa kumuenzi uh, Aman Abedi Karume ambaye ndiye mua, mwasisi yani mwanzilishi wa jina la Simba Sports. Kwa hiyo ni kama wanadeni, wanahitaji kwenda kumlipa Aman Abedi Karume hayati, ili kuhakikisha uh, wanafuzwa katika hatua ya final, lakini pia kimbinu, lakini pia kiutashi, lakini pia kiufundi. Simba je, anayo hiyo nafasi ya kwenda kuwafunga Stellenbosch? Stellenbosch ni timu ambayo ipo wazi sana, inacheza wanacheza mpira eh, wa aina ya South Africa. Kama tunavyojua South Africa wana aina ya uchezaji wao, lakini hilo eh, haliwezi likamnyima Simba kupata ushindi. Lakini kubwa zaidi, wao wanataka goli la mapema, wanataka goli, wanahitaji goli la mapema ili kupata ushindi eh, katika mchezo huo. Kwa hiyo goli la mapema litakwenda kuwapa kuwa Simba nguvu, litakwenda kuwapa Simba uwezo wa kufuzu katika hatua ya fainali. Kumbuka tu hii ni nusu fainali ya kwanza, lakini nusu fainali ya pili inapigwa Jumapili ijayo tarehe tarehe 27 mwezi wa 4 katika dimba eh, eh, katika nchi ya South Africa eh, kule eh, Durban ambako huko ndiko mchezo huo umepangwa kwenda kucheza. Kama shabiki wa soka kama mdau wa soka nchini Tanzania, tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti. Je, unafikiri Simba atakwenda kushinda?